Twende tunaanza mchakato, taratibu taratibu. Hivi vitu havitaji papala, taratibu zaidi. Unakula taratibu na mambo yanakwenda ndani ya dakika tano. Ndicho tunachokiangalia ndani ya dakika tano. Je, baada ya dakika tano hizo nini kitafanyika? Ndani ya dakika hizo tano, nani atakula ngapi? Nani atakula nini kwa dakika hizo tano? Sisi ndicho tunachokitazama kwa wakati huu, nani anakula pilipili kwa namna gani? Mimi nashindwa Ebani! Mimi nataka kujua mchakato gani unaoendelea. Hii ndio balaa linaloendelea kwa hivi sasa. Kama mtu anaweza kula pilipili. Oyo! Ebani! Balaa lipo kwenye ulaji wa pilipili. Ndio sisi tunakwenda nayo. Ukiweza kula pilipili, basi unaweza kufanya jambo. Hilo ndio jambo lenyewe. Watu hmm, wanakula pilipili.

<laughs> mapamano yanaendelea. <laughs> E, wale tunakula <laughs> pilipili. Kwa so wakati huu, nani atakula, nani ataacha, nani atafanya nini, nani? Huo huo ndiyo, na ukwenda kwa hivi sasa, tunakwenda sisi kushindana, ndio ndo mkato naupena. <laughs> tunakula pilipili <laughs> Sisi hatuogopi leo. Taratibu tunakula pilipili mama yangu. Ebane! Ebane! Eh, bala inakwenda kwa staili kama hiyo. Tuko ndani ya Kariakoo. Oyo! Ebane! Bala inaendelea, tuko ndani ya soko la Kariakoo. Watu wanakula pilipili.

Yeah. Baba, mambo vipi? <laughs> Eh, bana ngoja vovoleto mtugukile mambo vipi? <laughs> Rasta, mambo vipi mjomba? Inakuaje? Eh, bana pole sana. Eh, bana pamoja sana. Haina noma. Ongeza maziwa. Ongeza maziwa kwa huyu. Asante sana. Hao ndio washiriki wetu kwa siku ya leo, na mchakato unakwenda namna hiyo. Mmoja ameamua kuondoka kabisa. Pambano ulikuwa ni mzuri na tumeenda sawa tu vile, yaani mdomoni ilikuwa nasikia kama kuna watu vile sema kuna kitu kin, kama kilifanya kama kunifalia. Eh, kunifalia, lakini zile pale mimi nilikuwa namaliza rasa, mwenyewe alikuwa ananiangalia mimi na ameongea na mimi, alikuwa ananiangalia mimi adhabu. Eh, haraka haraka ingenishinda haraka haraka. Wenzangu wananipita tu wananipita. Hii pilipili sio sukari, ndio maana nimelia. Pambano ni mgumu sana, mashindano. Unajua babu, pilipili pilipili ni kitu kigumu sana kaka. Wa ulaji wa pilipili wa Tanzania, unaweza kusema kama ni ndoto. Katika mpambano ule uliitwa washawasha, washiriki walikuwepo watatu: alikuwepo bwana Saidi, alikuwepo bwana Kidida, alikuwepo bwana Yusufu. Walipaswa waweze kushindana ndani ya raundi tano. Raundi ya kwanza ilibidi wale pilipili kumi na tano Raundi ya pili walitakiwa wale pilipili kumi Raundi ya tatu walitakiwa wale pilipili tano Hivyo basi kutokana na mpambano jinsi ulivyoenda washiriki waliweza kupambana kwa pamoja. Mshiriki bwana Kididas yeye alitumia dakika mbili kuweza kula pilipili tatu ndani ya zile pilipili kumi na tano na alikunywa ma, na alikunywa maziwa ndani ya dakika mbili na sekunde 31. Hivyo ivo basi kutokana na masharti tulikuwa tumejekea mshiriki yeyote alikuwa haruhusiwi kunywa maziwa wala maji ndani ya mpambano. Hivyo basi bwana Kidida yeye aliweza kujiondoa ndani ya dakika mbili na sekunde thelathini na moja alikuwa ameshaweza kula pilipili tatu. Aliyefata ni bwana Yusufu. Bwana Yusufu yeye alitumia dakika tatu, dakika tatu na sekunde arobaini na moja aliweza kula pilipili tisa kati ya zile pilipili kumi na tano lakini aliweza kunywa maziwa ndani ya dakika tatu na sekundi arobaini na moja hivyo aliweza kujitoa. Hivyo basi Bwana Kidida na Bwana Yusufu wamemweza kumfanya Bwana Juma Saidi yeye kuwa mshindi ndani ya raundi ya kwanza. Yeye aliweza kula pilipili kumi na moja kati ya zile pilipili kumi na tano lakini yeye aliweza kunywa maziwa ndani ya dakika ya nne na sekundi arobaini na nane Weka rekodi, vunja rekodi. Wengine wote walichemka, lakini Juma Saidi ndiyo akawa mshindi wetu. Yule bwana Rasta, yeye akawa mshindi wetu wa shindano letu kwa siku ya leo, ameweza kutuwekea rekodi. Wewe unaweza kuweka rekodi ama kuivunja rekodi ya huyu bwana Rasta? Mimi sina mengi ya kuzungumza, hapo ndipo chakate unavyoendelea <laughs> Olala, huyu bwana Rasta ama Juma Saidi ndiye mshindi wetu kwa siku ya leo. Anajipozapoza na maziwa hapa, kila akikaa kidogo anapiga maziwa yake, maisha yanaenda. Ndiye aliyetuwekea rekodi leo kwenye soko kuu la Kariakoo ndani ya mlango huu ama kwenye mlango huu wa soko kuu la Kariakoo, sisi tupo kwa ajili ya mchakato. Mchakato huu bado unaendelea, huyu ameweza kuweka rekodi. Nani anaweza kuja kuivunja rekodi hiyo? Kama upo wewe unayeweza kuivunja rekodi, usipate tabu, tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter, lakini mabisho huwa hawaiti Twitter wanasema Twiro. Twiro. Yaani, mabisho wanasema Twiro. Kwa hivyo basi mi napenda kusema kwamba katika Instagram, Facebook pamoja na Twitter, watu hao au wewe unaweza ukatupata kupitia akaunti zetu. Unaandika weka record underscore vunja record. Underscore ni kile kimshale cha chini, kuna mtu mwingine hajui kile kimshale kinakuwa vipi. Kile kimshale cha chini ndio kinaitwa underscore, yani weka record underscore vunja record. Jina langu Mboto, wengi wamezoea kuniita Mbotonyo kwa sababu wananifananisha na watu kutoka Brazili kina Lonadinyo, Lobinyo, Sisinyo, Mbotonyo, Kotinyo, Paulinyo na wengineonyo, pamoja na Rastanyo, Saidinyo, Jumanyo na... kinyogorinyo, kinyogorinyo, pilipilinyo, shindana letulenyo ndani ya kale ya korenyo <laughs> mwisho wa kipindi hiki ndiyo mwanzo wa kipindi kingine. Huyu ndio mshindi wetu wa leo, ameweza kula pilipili. Sema woyo woyo.